Matokeo tumeyapokea jinsi uh, yes, yalivyokuja, kwa sababu ilikuwa sio nia yetu leo kuvuna pointi moja, tulikuwa tunataka tuvune pointi tatu ili na sisi tuwe tuna pointi kwenye kundi letu, lakini the way matokeo yalivyokuja, tunasema alhamdulillah tumeyapokea. Mchezo um, leo ulikuwa tu ni mzuri alafu mchezo ulikuwa sana upande wetu, ila ndio hivyo tu, Mwenyezi Mungu akaamua kutupa matokeo haya yalotupa, lakini hakuna mtu ambaye amecheza vibaya. Game yenyewe haikuwa mbaya, ila overall tunashukuru tu. Yes. Matumaini tunayo, tunayo sana sana sana. Ni leo tutaenda tutakaa chini, tutaongea, tutajua jinsi gani ya kuja tena kwenye gemu nyingine, na imani kabisa tunakuja kwa mchezo ufuatao, mchezo ambao utakuwa ni kufa na kupona, mchezo wa kuvuja kwa jasho. Aise, hii game itakuwa sio ya kukosa. Kwanza nawaomba tu mashabiki wenzetu ambao wako nje, wengine wako huko mtaani kwa, tunaomba waisapoti hii timu kwa sababu ni timu ambayo inaonyesha kupambana na ni timu ambayo ina wachezaji wazuri ambao wanajua kujituma. Master Gamondi kasimama pale, hakuna chochote kitakachoshindikana. <laughs> mii ni shabiki wa Singida. <laughs> Naipenda <shabiki wa> Singida, <laughs> <shabiki wa> Singida. <laughs> Singida. Na, na, Singida toka muda sana <laughs> <Mimini minda. laughs> <Mimini minda. Yeah. laughs> Sawa, ina miaka miwili, lakini miaka miwili ni muda huo, kwa sababu kuna mtu anaweza akafa leo, kesho mkamsahau. Kwa hiyo oh, miaka miwili inanitosha kabisa kwa, kwa mimi kuwa shabiki wa Singida na naipenda. Ilipo na mimi nipo, itakapoenda na mimi nitaenda. Nilikuwa oh. uh, ni mshabiki wa Young Africans oh, okay. Nashabikia pia na Singida na sio Singida tu peke yake. Mimi binafsi napenda mpira Hawezi kwamba nikiona timu inacheza na kwa naenda uwanjani ila kasoro timu moja tu haisiwezi kuitaja. Ila hiyo tu kwamba jamani, yeah tuko katika mpambano mzito sana. Tanzania, kama mnavyojua, ni timu mbili pekee ambazo zimeweza kumtoa mama kidedea. Jamani, yeah au kwa majirani siongei, lakini kilichokuta Mungu mwenyewe anajua. Tuwezi kumtetea adhamu. Kila mtu atajitetea kivyake. Yeye yeah, amekula cha kwake alichokula na sisi tumekula cha kwetu, kwa sababu kila mtu alipanda mazao tofauti unapanda unapanda, um, mbegu ya mahindi unategemea utavuna pela, sio kweli? We ukipanda oh, mahindi utavuna mahindi, ukipanda maboga utapata maboga. Kwa well, hiyo yeye alipanda mahindi akajua atapata pela, sio kweli? Alichokipata ndicho alichostahili. Sijafurahia tutuseme takaibu kazi unayo mchezo ulikuwa sana upande wetu, ila ndio hivyo tu. Mwenyezi Mungu akaamua kutupa matokeo haya yaliyotupa, lakini hakuna mtu ambaye amecheza vibaya. Je, mwenyewe haikuwa mbaya, ila all in all tunashukuru tu. Wenye kundi lenu nyinyi ndio ambao mna alama chache. <muchu> yes. Matumaini tunayo tunayo sana sana sana, ni leo tutaenda, tutakaa chini, tutaongea, tutajua jinsi gani ya kuja tena kwenye gemu nyingine, na imani kabisa tunakuja kwa mchezo ufuatao, mchezo ambao utakuwa ni kufa na kupona, mchezo wa kuvuja kwa jasho aisei.